Asante Yehova, asante Mungu kwa saa hii ya leo, asante Mungu kwa kila hali, asante Mungu kwa baraka ya riziki tunazopata. Next, karibu. Asante pastor, mimi nina shida. Shida gani? Jana wananikimbia, nilipata kazi sikae, nafukuzwa. Sasa sijajua shida ni nini? oh, oh, oh, oh, nataka niombe Sharabara, sharabara sharabara, unaitwa nani? Kichuya, kichuya kichuya. Pija magoti ngume. Vijana wenzio wanakukimbia yeah. Ukikaa wao hawapendi kukaa na wewe yeah. Kazi ukipata unafukuzwa yeah. Kichuya kijana wangu yeah. kichuya kichwa ya kijana wangu yeah. Simama, simama, simama wewe. Hupaswi kuombewa. Una changamoto yoyote? Nisikilize mm -hmm. Wewe changamoto yako ni katika maisha yako. Kafue nguo zitakate, kaoge na sabuni ya Wasafi Soap utakate. Wewe hapa ulipo, mbona ofisi, ofisi yangu yote imebadilika, chumba harufu Nenda kaoge jitakase na sabuni ya wasafi. Nenda kafue nguo zako na sabuni ya wasafi. Usafi kama watu. Mbona nguo yako inatoa harufu. Unanuka. Sasa ndio maana vijana wenzio wanakukimbia. Vijana wenzio wataka nawe pamoja. Nenda kafue nguo zako hizi. Nenda kaoge na sabuni ya wasafi. Sawa? Alafu rudi hapa baada ya wiki moja utanipa matokeo. Yeah. Sawa? Bwana akutangulie. Asante. Bwana awe na wewe. Asante. Bwana akutangulie.